Kama ambavyo TEC inatoa matamko. Tunafurahia kuona taasisi zote za kidini ikiwemo taasisi ya Kiislamu ikitoa matamko yao kutetea masilahi ya Watanzania. Sauti za dini zote zinahitajika ili kujenga taifa imara na lenye hofu ya Mungu. Nilifurahi zaidi niliposikia Shehe mmoja wa Kiislamu akiinuka juu na kusema maneno haya, Waislamu na Wakristo katika nchi ya Tanzania Udugu wao ni wa kale, mapenzi baina yao ni ya muda mrefu, ushirikiano wao ni wa muda mrefu. Yuko mwislamu anayo mahusiano ya damu na mkristo, yuko mkristo anayo mahusiano ya damu na mwislamu. Ni kweli sisi sote ni ndugu, sisi sote ni Watanzania, sisi sote tunahitaji kuwa na upendo, tupendane kati yetu. Ndio mseme ule naosikia wa utani ukiibua kati yetu kati ya Yesu Kristo na Islamu na osema, Shalom aleikum. Hakika upendo na umoja ndio msingi wa Tanzania, upendo na umoja ndio msingi wa dini zote hizo mbili. Dini zote kuu nchini zinatuamrisha kupendana, kuheshimiana na kutafuta amani. Tofauti zetu za kimfumo zisitutenganishe, bali zitufunza kushirikiana katika maendeleo ya nchi yetu. Tutaendelea kusema pamoja na viongozi wote wa dini na serikali ili kuona Tanzania inasonga mbele. Ni mimi mtumishi wenu mdogo, ni Sister hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.